Mwanadada Mange Kimambi ambaye anajita dada wa taifa ameweza kuonya vikali kuhusiana na swala la Nicole kuchangiwa pesa na Watanzania, na hii imetokea baada ya kipindi ambacho kilifanywa kupitia Wasafi TV, kipindi ambacho Juma Lokole yupo kinaitwa Mashamsham, nafikiri umekisikia. Sasa katika hicho kipindi Juma Lokole waliweza kulikalia ile hapa swala la Nicole, wakati amekosa dhamana ya shilingi milioni 46 wakati huo akiwa shilingi milioni anadaiwa shilingi mia moja watu ambao waliwatapeli katika mchezo ambao anaocheza ukijulikana kama mchezo wa upatu. Sasa kabla sija kusomea kile ambacho ameweza kuandika Mange Kimambi, eh, tusikilize kwanza moja kati ya interviews za nyuma ambapo alifanyiwa Nicole, akiringa kwamba pesa ambayo anaweza akatembea nayo haipungui shilingi milioni tatu au milioni nne katika pochi yake, yaani kwa matumizi yake tu ya kawaida, na no hicho ambacho ndio kimefanya watu wengi wakereke. Tumsikilize kwanza Nicole kufuatia interviews za nyuma, lakini baada ya hapo ntakusomea yale ambayo ameandika Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram. Sikosi pesa, mm -hmm, shilingi ngapi kwa siku natembea nazo kwenye handbag at least milioni tatu kwa siku, sikia mambo dida ila simalizi zote yani una, una, unavyosema unamaanisha hapo Nicole kwenye ipoche sasa hivi kuna milioni tatu, kuna milioni tatu, kinyaunyawe hiki kina milioni tatu ndani na ah, <laughs> <inazaide. laughs> oh, e, unajua kuna wasanii wengi yeah. Anakwambia hivi kwenye pochi yangu kuna milioni tatu, kuna milioni tano, kumbe ana tuonyeshe mfano tutaongea tuta yote haya onyesha advertise tu kwamba hapana. Unajua kuna watu wanasemaga wasanii wengi waongo. Ok, natumaini umemsikia vizuri mwanadada huyo Nicole akifanyiwa interview kupitia kipindi cha Mashamsham miaka iliyopita, akisema kwamba yeye pesa ambayo anaweza akatoka nayo ni milioni tatu au milioni nne tena kwenye pochi yake, japo amekataa kuitoa. Lakini mimi sijajua ni kweli au la, wewe ndio utatuambia kwenye comment. Okay. Baada ya hayo na mtu somi kile ambacho ameweza kuandika mwanadada Mange Kimambi ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa wasanii mbalimbali hapa Tanzania. Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram aliweza kuandika maneno fulani hivi yenye ukali ndani yake ambayo yalikuwa yanawaonya wale watu ambao walihitaji kumchangia msanii huyu na mwigizaji Nicole Berry, ikiwa ni baada ya kukosa dhamana ya shilingi milioni 46 wakati huo huo akiwa anadaiwa shilingi milioni mia moja na Tanzania ambao aliwatapeli kupitia mchezo wa upatu. Mimi nanukuu alichoandika Mange Kimambi. Hivi hao wanaotaka kumchangia Nicole hiyo hela ya dhamana. Hivi mnautu nyie? Yaani instead ya kuwachangia wanyonge waliotapeliwa mnataka kumchangia aliyewatapeli. Hivi mna akili nyie? Akikana na alama ya ulizo alafu akaendelea kusema ya kwamba husi alikuwa anajisifa na mashamba, sijui maj, majumba, ila leo hana hati hata moja mali isiyohamishika. Ndo hii tunawaambia kila siku, msiamini maisha ya, ya watu maarufu mtandaoni, na hapa najiingiza na mimi mwenyewe. Ishi maisha yako, inawezekana una mwadimaya mtu ambaye umemzidi kila kitu kasoro maarufu tu, ila maisha bwana. <laughs> haya Leo mibaba yake yote haionekani. Kweli kakosekana mubaba wake hata mmoja wa kumpa milioni arobaini? Sasa lile kalio la kazi gani, kama huna hata milioni arobaini tatu benki? Ndugu zangu, tukaeni na flat screen zetu tu, kumbe hakuna tofauti wowote kwenye benki ya kaunti kati ya flat screen na msambwanda. Anyway, point is, kama kuna michango ya kufanywa kwenye hii kesi ya tabu mbaga, ni michango ya waliotapeliwa Ndo ifanyike. Huyu anyee debe kwanza. Hivi ndivyo alivyoweza kusema mwanadada Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram. Ukiangalia kwa upande mwingine ni kama vile anaongea point hivi. Japo mimi sijaonesha upande wangu niko wapi, moja kwa moja nilikuwa naangalia moja kati ya interview zake, anaonekana ni mtu mwenye pesa sana, ukiangalia interview zake za nyuma marafiki wa Nicole Beria wakamtaja Irene Woya, wakamtaja Wema Sepetu wakataja wasanii wakubwa kama JB na wasanii wengineo ambao walishe kuigiza na Nicole Berry wakiomba kwamba wamchangie mwanadada huyu Nicole Berry angalau aweze kupata dhamana hiyo shilingi milioni arobaini na sita lakini mpaka sasa tunapoongea Nicole bado wameshikiliwa na jeshi la polisi na hii ni kutokana na kukosa dhamana uh, hapa ukiangalia Mange Kimambi ameongea point sana kwamba Jamani, watu msitamani maisha ya wasanii. Wasanii ni waigizaji sana, unaweza ukamwona na pesa, lakini kumbe hamna, anaji brandi tu ili endelee kukuza jina lake na no umaarufu wake, lakini pesa hana, wala anavyovimiliki navyo pia hana. Sasa hili jambo lina ukweli wa kiasi gani? Hem, tusikiliza na hii hapa interview moja ya mwisho ambayo aliweza kufanya hapo zamani, mwanadada huyu ni Nicole Berry Tuone kile ambacho alikuwa anakizungumza. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi, hii hapa ni Blue House Dax Media. Endelea kusubscribe ili uwe mwanafamilia wetu wa nguvu, ambayo utakuwa unapata exclusive zetu kila wakati na kila muda. Sikilizi hapa interview, alafu pia utashusha komenti yako. Pengine ulikuwa unajiuliza hapa ni wapi? Basi ni kwa Nicole hapa. Tumeenjoy, tumefurahi, lakini pia tumekunywa, tume, tume, tume tumefurahi kwa pamoja. Tuko na ambaye eh, ametoa venue kwa ajili ya kuenjoy Nicole. Mambo? Mambo poa? Yeah. Yeah. Anaitwa, anaitwa, anaitwa nani huyu? Huyu. White. White. Whiteberry. Okay. Okay. Mtu kwanza. This is my pet dog. Okay. He's yeah, he's loving. Okay. wapi? Ni No, hapa. He's Maltese. Okay. Yeah. Na na na gharama gharama yake yake la nyingi, huyu nimemchukua wakati bado ni mbegu. Uh, uh, ukiwa unalea sana ama ukiwa unaishi sana na watu kama hawa mdagani wa unakosa furaha, ukimwona labda hayuko sawa. Uh, nikienda kazini kwangu ofisini nikimkosa, nasikia uchungu. I like him okay. Kwanza hongera, okay. Mjengo ambao tumeuona hapa, mjengo wajabu sana. Mi binafsi nilishtuka nikashangaa. Mpe drink Okay, ah, nilikuwa ninajiuliza ah, yeah. Nicole, nil ah, hapa ni kwako eh, ni kwako wewe mwenyewe ama umepanga? Hapa ah, kwangu wewe jashimu mimi niko under 30 ukiwa mwanamke under 30 una kwako wewe, ndio mwanamke ndio super woman ndio ndio ndio mwanamke wa mjini ndio slay queen, slay queen ana kwake Yeah. Hajapanga. You know? Mm-hmm. Ni ghorofa ngapi hizi kwa sababu ameiona tu aelewe. Si aelewe wewe unaisikia? Naisikia ghorofa mbili. Unahitaje? Unahitaje hii? Ghorofa. Ghorofa nini? Ghorofa mbili. Hii ni ghorofa mbili baby. Okay. Ah, hebu gharama ama cost ya huu mjengo ambao tunauona. Gharama yake ni shilingi ngapi? Roughly 1B. Yaani 1B? One billion. One billion. Eh, mjengo Nicole ni gharama yake ni 1 billion. Nicole, kuna mtu atakuwa anajiuliza kwa kazi ipi Nicole, labda ambayo ni hizi hizi ambazo tunazoziona kuigiza na na ofisini kwako pale, ama kura kingine maybe uh, umekusanya kusanya ukajenga. Mimi mtaka rekaje? Okay. Nahangaika. I love money. Najihusisha na watu wa mataifa mbalimbali wa pesa nyingi. So nafanya kazi na watu wenye wa hela nyingi. So